Sasa uko hapo ama uko? Uko palaana. Eh. Umetolewa palaana. Mungu akubariki. Lilikuwa ni neno nzuri nzuri au kujua watu. Kuzungumzia maisha ya mtu kabisa. Amen. Nimezungumzia maisha ya mtu kabisa. Kabisa. Kabisa. Nani kilo kifanya? Wewe unasema ni maana ya kwenu kumbe

Unaenda ujisemi tusikia habari za gainav wakati unaandaa sadaka yako si ndio? Basi enda kitabu cha Mwanzo ene kitabu cha Mwanzo. Hata ukianzia nne nn amai lakini kwa tu moja Amen. Kitabu cha Mwanzo mm -hmm. Ile kuanzia moja inasema mm -hmm. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana yeah, na Kaini mm, alikuwa mkulima ardhi. Kila mmoja hapo ana kazi yake tofauti tofauti, lakini baba ni mmoja, mmoja. Mama ni mmoja, haleluya, amen. Unaelewa hapo, kama vile wao ambao na ndugu yake, lakini kila mmoja akona roho yake ya kumpenda Mungu kivyake kama vile ambavyo sisi sote tunamtukuza Yesu kwa sababu ndio Baba wetu sisi sote, lakini kuna watu hawafanani katika roho zao, katika upendo wao. Vile unavyompenda babako wewe sio vile baba anampenda huyo jirani ya yeah. Haleluya, endelea kumtolea Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungu sadaka Amen. Amen. Kama vile ambavyo wewe kifika wakati sasa na wewe unaenda nyumbani. Unajua kuna watu wakienda nyumbani kutoka Mombasa, kuna mwingine anasema <laughs> siwezi nunua kitu cha siwezi nunua samaki mkubwa, nanunua umena, unatafuta mwenyewe. Haleluya, anaenda kusalimia wazazi, anaingia na mfuko wa umena <laughs> umetoka tokamo mupasa haleluya. Amen, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa ndo wewe una, una, una umebeba boga nyingi gulia la umenda, wazazi wamekaa vikula hiyo umenda. Amen, haleluya, amen, endelea. Ikoitema Kaina kaleta mazao ya ambi. Sasa tukafika wakati kila mmoja analeta sadaka zake, sadaka kwa Bwana, sadaka kwa Bwana, abili naye, abili naye Akalele kwa wazee. Tuelewe. Ndiyo. Sawa? Ndiyo. Unaona kuna mahali Biblia inasema unapotoa hata mwingine asijue? Atijue. Yeah. Asijue. Kwa sababu wewe ndio unajua ndani ya roho ya. <manyika> ndani ya roho. Ndio maneno nimeuliza kuna Kaini hapa, unajua Kaini yupo? Abel yupo. Sawa? Ndiyo. Amen. Amen. Alafu Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake. Ndio. Na sehemu zilizonona za wanyama. Na sehemu zilizonona za za wanyama. Kuna mmoja hapa akuzungumziwa ile yake. Yaani wewe. Sema ni mimi watakani. Wale. Amen. Amen. Haleluya. Sema ni somo yangu. Eh. Amen. So hapa Abel ye akachagua kitu kilicho sawa ana naweza kilinganisha na mzazi wake. Hakuna kwele? una- unawapufya. Unajua pufya, niliwaambia wetunisubua. Mimi nakizungu na kiswahili ingine, sijui pufya, nirudie tena <tipos> Unajua mapofu ni mtu ambaye ako na kiburi kwa uwezo wake, basipo kuangalia utu. Unajua mwenye nguvu alishinda na mtu mwembamba kwa sababu hey, saba. hmm. <tikana> ya hekima. Ndiyo. Sawa? Wilieta alikuwa mtu ambaye. Unafanya practice ile, leo wewe jamaa unajenga kama kama timu ya kongabu. Lakini alipigwa kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa

Ukaanza kusema ilikuwa na vipi? Kama yule nilikuwa na nyumba kama ile <laughs> haleluya, amen! Lakini ili- ilienda. Bwana Yesu asifiwe sana eh, kwa sababu wakati mwingine kuna watu sisi tukipata huwa tunasahau, huwa tunasema sijui. Lakini kuna msemo mwingine, siwezi kuongea niko kwa madhabahu, lakini nasema tu pale mwisho, sijui aliamgata aliamgata. Wewe unajua wewe kama ni mswahili mgata eh,

Hapana. Ah, unaweza laumu un baba? Hapana. Unaweza laumu un pasta? Hapana. Unaweza laumu un kanisa? Hapana. Usawe kujilaumu wewe siku moja, kwa sababu kwamba wewe ni mwizi. <laughs> Waizi wewe. Hmm. <laughs> <laughs> Sema wewe. Unajua? <laughs> <laughs> Kuna wakati tulikuwa na Daniel Mgogo hapa De, sawa lakini, aliongea ya kitu ni alikweli, waizi wanajifanya watakatifu sana kuliko watakatifu wenyewe. E, atakuja <laughs> <laughs> very soon hapa, nitamuita, nitamleta. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Watakatifu like <laughs> <laughs> nekanda kanisani kuwa sio kitu kuliko mwizi. Maana mwizi ni kielele, kielele yake ni ya, ya kujishuka. Lakini mtu ambaye huwa hana, hana uoga, utamwona ni mtu wa kutulia. Kwa sababu kitu kimoja anajua ni, ni nini ninachofanya na nimefanya nini kwa Mungu. Usisumbuliwe na mtu ambaye ameshika elfu moja hivi anakuja kuitoa madhabahuni na haja ificha, ukumbuke, yaani hiyo ni leo peke yake okay. <laughs> Siku ambayo atakuwa ameshika shilingi hamsini atafunga huu mkono kama baada ya ndonga kwa mtu <laughs> na kondoo, huwezi mwelewa, yaani mtakatifu huwezi mwelewa. Atafanya kitu kilicho sawa kulingana na Mungu wa wow, okay. Na sasa hiyo atadaotumoja lakini ameiba

Kaini bali Kaini hakutakabali sadaka wala sadaka yake Kaini. Akaghadhibika sana. Kaini tena, wao watu wakisikia mwenzake anashuhudia, ama Mungu amemkubali, huwa anaumia sana. Nilikwambia kwa hii dunia kuna watu wangapi? Wawili. Kuna mtu kwa hiyo dunia

Mungu ameanza kulibariki sana. Halafu yeye unamwambia hajabarikiwa. Haleluya. Amen. Atakwambia sawa. Hey, ajili Mungu unaona ile maombi tuliyoomba lakini kwa roho. Ndivyo alivyofanya Kaini na Abel, mpaka alimwambia mwenzako: eh, basi wewe fanya hivi, twende uwanjani tukacheze mpira. Kumbe ni muuaji. Haleluya. Ha, hautapiga pange yakupigie. Ah, naendeleaje? Ah, bisi bana hivyo hivyo, unapungua sasa. Alikuwa sumbee, alikuwa ni mtu wa siri yako, anashikana sasa, na huyu anasema, unafikiri mi siujui? Namjua. Ndiyo maana siku hizi sitaki kujiweka karibu na yeye. kwa sababu ule mezan anasema simjui, alafu anasema yule mwenzangu simwelewe. Sasa wewe, <laughs> We, <laughs> unapata picha gani? anasema unafikiri simjui yule, namjua, alafu baadaye anasema yule mwenzangu simwelewe. Yaani juzi juzi tu alikuwa anateseka, saa hii wivu, sasa anaanza kukuchukia na mulikuwa marafiki marafiki kwa, marafi, kwa sababu wewe mambo yako ameenza kufanya nini ufanikiwa. Kama ni ndugu yako pia hivyo hivyo tu anaanza ni kukubadilikia, yaani anataka umuombe kama una shida. Yani kuna watu hawataki kuongozwa na mwenzake, mm -hmm, ni hadi mambo hayafanani, roho hazifanani Neema haifanani. Yes. Haleluya. Amen. Na si kwamba huyu anataka kukuongoza kwa maana ni Mungu amembariki, anaweza kuwa taa nzuri sana Haleluya. Amen. Lakini sasa kuna watu hawataki huyu, ataniongoza atajiongoza huyu. Huyu amenukia kwa maneno, anaweza kuenukia, anaweza kukutenga. Sio kila kitu unatengwa kwa sababu ya jambo fulani. Kuna wengine mnatengwa kwa sababu mtu ameona mafanikio yako yeah. Hata kanisani, hata mimi jua sio wote mnanitagia mazuri. Sema amen. Amen. Unafikiri napenda na wangapi hapa? Naweza kuwa ni Sunday siku ile gani, kanisani kuna watu wengi waongo. Sasa waje wasikie baba anajenga gorofa. Maana walitaka kila siku ni waombe. Sasa hiyo wewe. <laughs> Amen. Lakini siku siku nitakaposota kabisa hapo nailetea machungwa, unasema huyu ndiyo baba. Lakini siku utakapoanza kununua mwenyewe machungwa, sema ni kweli. Ni hivyo napiga hivyo. Okay. Hai. Nasa na wasungue nai anataka wasikize vizuri hata maana hata mmoja mmoja wao akasema <laughs> nipunguze ile haleluya, okay. Kitu kitiwa kweli, lakini sio okay. Watu wengine wanakuchukia bure, ama unaona marafiki wanakutenga bure. Wakati wote ukianza kuenuka, ujue marafiki wanaanza kujigawanya Nimekwambia kuna watu aina ngapi? Mbili. Wa pili naye, wakati unacho anakufuata, maana unacho. Wakati ambao utakuwa hauna, anakutoroka. Haleluya. Amen. Anakuchukia. Amen. Maana hakuwa anataka hivyo. Sasa utaona mtu kama anaenda kufanya vitu kwa force, anataka kushindana na wewe na ukiona akitaka kushindana na wewe, ni rahisi hata kuingia kwa chama, ni rahisi hata kutafuta wa, ni rahisi kutafuta watu ili wafikie raha, kuwa unaongelewa vibaya. Bana mweko ulikosanishwa na kilichokosanishwa, hata wewe unajaribu kufikiria hakuna. Amina. Wivu ndio chanzo cha uchao. Na huu wivu litoka wapi? Wivu litoka wapi? Wivu litoka wapi? Kila aliye na wivu. Ah, twende vizuri. Pakeni kupaka kama ni ina ina ina Shetani wivu ulitoka wapi? Shetani alionea wivu nani? akataka vita na nani? unapoonewa wivu, unajua vita vyako ndo vimeanza. Kuna siku nikaja nikawambia, unaweza kuwa mtumishi ukasimama katika huduma vizuri Ukapigwa vita na wachawi we. Paka wachawi paka wachai, akaushamiko kwa wachawi na waganga. Unajua vinakuja vita gani? Na watumishi wenzao, sawa, utaenukiwa, lakini vita vya watumishi ni vizuri kwa sababu utapita katika njia yako. Maana wanayemtaja na yeye ndio anayekuinua bila hata kuweza. Haleluya. Amen. Wacha mimi naongea lakini wao waelewe kile ninasema. Vita sio vya utawi peke yake. Unaona hata hapa, waende kama kuna mtawi wako, na uko naye kwa kanisa moja. Ndio. Mtawi unyosha ukiwa iwapia uchawi sio lazima uwende kwa muganga. Kuna tunguri tayari ndani ya roho zao. Kuna tunguri ya kivuli, ama na ya nini, tende mama siulitoka huko. Kuna tunguri ya kuna kivuli ya uchawi. Amen, kuna ufusa, kuna duguri ya ufusa. Hakuna kitu kinafanyika bila kina mata fusa. Sikiza neno ufusa anatifulwa, una uzushi. Enda kwa kanisani kwako, sijui kama ni hapo, lakini kuna vikundi si kwaya ile tumeimba kuna kwaya nyingine. <coughs> Sasa hii si ya uimbaji, kwaya ya masengenyo ya kwa sababu kuna mwingine anainuliwa zaidi. Kuna kwaya watu walitunga kwa ajili yangu hapa.

Angalia anasahau kwamba uzima aliopewa ni wa nani? Wa Mungu. Mungu ndiye ukingojea kwa mwili wako huwezi hata kuinuka. Mungu alisaidie, na ndiye Mungu alisaidie. Amen. Amen. Hapo kumaliza. Naona watu wengine wanataka kuneruukia. Kaini akaghadhabika sana. Kaini akaghadhabika wivu sana. Eh? Uso wako kakunjamana. Uso wako kakunjamana kuangalia mwenzako kama uso wake ni umeendana na hilo red. Na mwanaji ukiona macho amekuwa red. Kama ya kuke. Amevuta bagi za ngapi? Ah, kama kai. Ndio kwa hiyo tuko na kai mmoja hapo na unataka kusema. Amen. Amen. Eh? Bwana akamwambia Kaini. Bwana akamueleza Kaini. Kwa nini? Kwa nini sasa Kaini, sasa angalia Bwana anamnenea. Unajua wewe, unajua kuna Mungu anakunenea. Hata wakati unafanya wana, wana, una, unafanya vitu visivyo sawa, unajua Mungu anakunenea. Yaani, imagine unashindana na Mungu hapo hapo ndani. Hapo. Baro ya. Hapo. Ah. Yaani, Mungu anakuambia ufanye vizuri, lakini shetani anakuambia hapana, usifanye hivyo. Bwana kamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Ni swali. Endelea. Kama ukitenda kitena... yaliyo mema, ukitenda sikiliza, sikiliza kwa makini. Aha. kama ukitenda vyema, ukitenda vyema utapata kibali, hautapata kibali? Ni swali. Kama kaa unahitaji kibali, kibali cha mafanikio cha pesa eh, cha ndoa eh, cha biashara eh, cha maisha mazuri, basi fanya yaliyo mema. Amen, Haleluya! maana kuna maana ukifanikiwa, kibali cha Mungu amekupatia, hata kuongoza familia yako ni kupata ni kupata kibali Esther alipata kibali machoni kwa nani? Kwa mfalme. Akaokoa kina nani? Ili e, wasifanye nini? Wasiuawe. Baraka wa mali. Ndio wafanya wa hapa wamekala. Akajirika. Haleluya. Amen. Mungu akanena vizuri sana kati ya hao watu wawili. Mmoja huyu alipata kibali kwa Mungu maana sadaka yake ilikubalika. Sasa, na mtu ambaye sio mwizi. Ndiyo maana hata ukibarikiwa kama ni mwizi hautafanya vile Mungu anataka. Usaiongwa pesa na mtoto wako ambaye ni mwizi, kitu cha kwanza utamuuliza unataka kuenda kununua nini? Maana akili yako inajua ni mtume, mtoto wako mwizi aa Mungu hapa anasema kama hutatenda vema hutapata kibali. Usipotenda vema dhambi iko inakotea mlangoni usipotenda dhambi iko inakotea mlangoni